Tuko mtaani katika mji wa Kilifi tukitafuta maoni kuhusiana na kisa cha hivi majuzi ambapo mbunge wa Kasipul Mheshimiwa Were aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa ndani ya, ya gari lake. Kwa kusema ukweli, usalama wa nchi umedorora, viongozi nao umeanza kuingiliwa, hakuna usalama Kenya. Kwa hivyo ni jukumu la serikali lijaze titi, lifanye kivyo vyote, lakini usalama upatikaniwe. Sisi kama wananchi hatuko salama kama mbunge anauawa, na bodyguard yuko sisi, hatuko salama, maanake sisi hatuna ulinzi wowote, na tuko hapa tumesimama hivi. Kwa hivyo wakati wote unaweza kutokea ramsha na sisi tukauawa, na hakuna lolote litatendeka. Mwanzo sisi tayari wenyewe watuatiingishwa na hawa wakora majambazi nini, hali kadhalika watu tofauti, watu kama hivi, sasa kuna hii mvua ambayo imeanza na mvua ikiwa imeanza, huwa watu wanaparaga juu na kukata mabati huko juu na kuingia kwenye majumba ya wenyewe kupora vitu vya wenyewe mativi nini. Mi sina mengi, lakini ni usalama udumishwe, maake kama hakuna usalama, basi ujua hakuna amani, usalama hakuna. Kwa kuwa sasa kama wabunge wetu mtu aweza pigwa risasi, je, sisi wananchi usalama utakuwa kwa wapi? Mi naona hakuna usalama kama mtu ambaye yuko na bodyguard anaweza pigwa risasi, je mimi mwananchi wa kawaida ambaye sina hata mtu sina wa kunilinda itakuwaje? Sema kweli, ilo sala la usalama mtu kama mimi enye sina ulinzi wowote, kuliongelelea kiundani huwa ni sala zito sana, sababu kama mtu yuko na ulinzi yuko na askari amepoa kumlinda, tena afatwe na pigwa risasi, tena ni mheshimiwa mzima. Sasa mtoka mimi siwezi kuongea mengi. Naweza sema tu salama umedorora. Wale mabodyguard wameambiwa sasa wawe vetted. Mi maoni yangu ni kwamba us... kwanini wafanywe wawe vetted wakati mpaka kuwe kutokeze visanga ndio wakue vetted, na wakati miaka yote hiyo hawafanyiwi vetting. Kwa hivyo mimi, kwa ufupi, yaani usalama huu wetu, serikali ijazetiti usalama huko chini. Naomba serikali iweke mikakati ya ulinzi zaidi ili kwamba hawa uh, wawakilishi wetu wawe salama, ndio tuwakilishwe vizuri kulingana na kwamba wale tuliowachagua kwanza, ndio wale ambao tuliona wanatufaa. Maana hata kama kutakuwa na by election, lakini pengine hatutapata yule kiongozi ambaye tulikuwa tunaamini ama tuna imani na yeye kwamba angetuwakilisha vizuri. Kwanza tukiangalia kwamba rais hivi juzi amerushiwa kiatu. Sasa na huyu mwingine naye amepibwa risasi. Sasa usalama kidogo huko chini sana, mpaka sisi wakaazi wengine tuna, tu, tu, yani tuko na shauku na mpaka kutoka toka mainje nini na kazi zetu, usalama huko chini sana. Ki upande wa usalama, mimi mwenye sina, sina silaha yote nitakuwa na wasiwasi zaidi, kama mtu ana bodyguard na bodyguard ana bunduki na huyo, na, huyo, na huyo mtu avamiwe na, na hiyo bunduki situmike, hiyo bunduki ina, ina maana gani? Usalama uko sawa sahihi, navyofika sahihi, usalama ni kwa wananchi wenyewe, unanipata? Maana kama imefikia rais anaweza purwa kiatu, wewe raia wa kawaida itakuwa nini kwako? Na hayo ni maoni ya baadhi ya watu wa Kilifi kuhusiana na swala hili ama kisa hichi ambacho kimekuwa gumzo mtaani. Nikiripotia Coco FM. Mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, Ladha ya Pwani.